Ama jamani tukorogea sana ni hawa. Wana tukorogea sana sana na nchi na hasira yenyewe maana yake ameshakulia machali mengi sana. Ni kama machali ameshakula sana machali wengi sana huko bike. Afsa sifezea sasa yenyewe wa juu tu huko tuna tunafezea hadi tuna hasira kinyama mjomba wangu. Maana yake yenyewe ameshachukua ameshachukua bike zetu za kutosha, yenye machali tumeshawazika yenye kutosha, yenye kinyama mjomba wangu.

afu sisi tunafurahia, maanake yeye wanapodukilia yenyewe, sisi tunafurahia yenyewe, mjomba wangu, na sana sisi kiwashika, tunawasha kama mwa wa Christmas. Huyu mjomba, ni kwamba amekata bike, eh, saka tukakimbia kimbia, saka kutana na yeye wa kwenye serikali yenyewe, mjomba wangu, eh, katika ile sio, akabebwa juu juu, mjomba wangu, akaletwa yenyewe, makosa yenyewe, mjomba wangu, lakini fezea yenyewe, mjomba wangu, maanake so amechukua yenyewe, katika kuchukua bike yenyewe, atakuwa atunjua tawo muuni kama ni amekufa au mpaka saa hizi hivyo ilivyo, waambie hivi, haturumii makosa. Tushaibiwa kila siku, tushazika wasela wengi sana, mi wayashaibiwa too hapa, boxer mia moja kumi na mbili sawa eh, CCS

Wa, wa, wa, wa, chanzo cha kwanza ni hao ambao wanataka kujishughulisha yani wanataka vitu vikubwa nani? kwa shortcut hawataki long way lakini wafanye kazi wakifanya kazi kila kitu mbona kinasonga mbona sisi tunafanya kazi na tunapata vitu vyetu hustling shortcut ni mbaya shortcut ni mbaya sana kila siku watu wamekuwa kichomo chomo kwa nini unajua aisee kuibiwa inauma sana